Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Ee Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya siku nzima hii ya leo, ni matatu njema iliyobarikiwa. Nawe tunasema asante kwa ajili ya ulinzi wako siku nzima ya leo. Umetulinda dhidi ya hatari zote za roho na za mwili. Bwana, tunajikabidhi tena mikononi mwako, siku huu utulinde dhidi ya kila aina ya baya, utulinde na kututunza chini ya mamvuli wako wa upendo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 Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Nakutakia usiku mwema na mwisho mtimilifu, atujalie Mungu Baba Mwenyezi. Tumsifu Yesu Kristo.